La, mpaka ni kwa huyo bwana aliyosimama hapo. Ay, amenyosha mkono kuanzia hapo kwenye ile jiwe kunyooka kwenda huku mwisho wa jiwe ya mwisho kuelekea kwenye huo ukuta e, unapanda huku juu niliko mimi, maana yake e, kwenye upana ni ishirini alafu urefu ni ishirini na tano Mm -hmm. kuja mpaka huko kwenye nyumba ni mazingira ambayo bado hayajajengwa. ni mm, inauzwa milioni nne pamoja na nyumba ikiwepo, si kiwanja tu, manaka kiwanja kizima pamoja na nyumba ambayo ndo hii hapa, unapita kwenye hilo jiwe nyuma. Nyumba yenyewe ni hii hapa eh, hapa imemalizika kwa kujengwa kwa kila sehemu, bado tu finish, manaake ni kama ripu bodi ya ndani lakini kwenye eneo la kujenga tayari, na akasha kuwekea vyuma tayari, milango, kila kitu. Milioni nne ni chumba kimoja selfu na sebule manake, na kinaenda mpaka nyuma ya hilo jiwe linaloonekana nyuma ya nyumba, ndio kinaishia huko. Kiwanja kuzunguka kule nyuma namna hii, kuja mpaka huku kupitia kwenye hili jiwe, sio kwenye hiyo nyumba. Aa, nyumba inayouzwa ni hii hapa ila zimekaribiana na hiyo nyumba. Nyuma hiyo hilo jiwe ndo mpaka wa nyumba nyingine, kushuka huku chini namna hii. Karibu sana.